Tanzania na dunia nzima ijue ya kuwa nchi hii ya Tanzania ni nchi ya agano la mwisho. Ni nchi ambaye mapenzi ya Mungu yanasimama hapa. Ambapo katika nchi hii sasa, kuna kiti cha enzi cha Mungu, mamlaka ya Mungu, utiisho wa Mungu, maagizo ya Mungu. Kuna sanduku la agano hapa. Kuna mapigo kwa atakaye kaidi. Pia hekalu la Mungu hekalu la tatu la Kristo linakwenda kujengwa hapa. Msimamizi na kiongozi wa hayo yote ni mjumbe wa agano, Nabii Musa, ambaye Mungu amemweka juu ya vyote, na sasa ndiye huyu aliyepewa barua ya tatu ya kwako mama, ya kwamba umekataliwa, kibali hakipo kwako tena. Maana umemgeuka Mungu, umeuandama uovu umekuwa zaidi ya Yezebeli ufai kwa kila namna. Mungu amesema imetosha, na kwa kuwa una shingo ngumu, utavunjika. Hiyo ndiyo barua ya tatu ambayo Mungu ameiachilia kwako. Kumbuka barua mbili ulishosomewa, Mungu akikuonya na kukukanya, mara ya kwanza ukakubali. maana kila ulipoona neema ya mtu mwenye kibali katika nchi hii, uliinua vita naye, wakati nabii amemwita mtumishi wa Mungu Josephat Gwajima kuja kusimama mahali hapa, kuja kukaa kwenye kiti hicho, maana ndiye aliyepewa kibali. Kwa makosa yale ya kukataa kwake, ukapata nafasi ya kufanya vita naye ukamfifisha kabisa hata kwenye chama yupo kama hayupo. Kwa ukaidi wa siku nyingi na muda mrefu, Mungu kupitia mjumbe wake akatoa kibali kwa mtu huyu, nawe ukaja kwa magoti na kuomboleza, ukakubali kuwa utatii yale Mungu anayotaka, lakini ukageuka ukaiacha njia ya Mungu zaidi, ukainua vita na mtu aliyekupa kibali, ambaye ndiye mwenye mamlaka ya nchi hii kiroho na kimwili. Ukainua vita naye, ukainua mapanga, ukainua watekaji zaidi ya mia tano wamtafute, wamuue ili ubaki madarakani kwa hila. Ni uovu kiasi gani mbele za Mungu? Ni ukaidi na kiburi kiasi gani mbele za Mungu. Sasa Mungu ameleta ujumbe, wako umekataliwa, na mbele yako ni mauti, ni kifo baada ya kuondolewa kibali kwako. Mjumbe wa agano anampa mpendaye, akampa tundulisu. Ulipoona kibali kwake, ukamwekea kesi za uongo, hata ukampotezea muda naye, kwa kuwa ameitwa mara nyingi naye hakusikia, ameagizwa hata ndugu zake hawakutii ukawa ni mwanya kwako wa kuendelea na uovu . Sasa mjumbe wa agano nabii Musa ame anakuja mwenyewe kwenye nafasi yake ambayo mzee wako Kikwete unaishirikiana naye katika utekaji, katika maovu, katika mauaji, alichukua nyota yake mwaka elfu mbili na tano. Sasa anarudi maana, Mungu wa Tanzania upande wa kuzimu ni huyo mzee wa Msoga. Sasa sio siri tena maovu yenu yapo wazi, kwamba Mungu amechoshwa na vicheko vya kinafiki na upendo wa kinafiki mnaowafanyia Watanzania. Sasa imetosha, na Mungu mwezi wa saba ametoa barua yako hii ya kwamba imetosha. Unakoelekea ni matatizo zaidi kwako utazika wasaidizi wako, utazika wanaokusaidia mawaziri, mpaka ubaki mwenyewe. Utatoka kwa kila namna na kwa njia usizozijua maana una kibali mahali hapo. Haya ni machache kati ya mengi ambayo nabii mwenyewe anaisoma barua yako ya kuondolewa na kufukuzwa kabisa katika jengo hilo na mamlaka ya Kimungu, na hii ndiyo barua yako. Tumeshafika mwisho wa mchezo, na barua hii ni barua ya mwisho. Barua ya kwanza nilisoma mwaka jana, wakati kuendelea na uchaguzi wa serikali za mitaa, na barua hii ya mwisho ndo nimesoma, ninaisoma leo katika uchaguzi mkuu. Barua kutoka kwa Mungu, yeye ndio anayetoa na ndiye ndo anayechukua. Yeye ametoa na yeye ametoa, jina la Bwana libarikiwe. So, hii ndiyo ya mwisho, hii barua ndiyo ya mwisho, na watu wote nataka waisambaze, kila mtu aisikie barua hii. Mambo mengi nimesema, hamyatii moyoni. Nimeongea mambo mengi sana najua watekaji na namna wanapambana kila kukicha, ili kuiba nyota na kurudisha ile nyota, ili waendelee. Lakini Mungu amesema hivi, ulichokifanya mwanzo hakitafanikiwa tena. Ile kusudi ambalo alilipanga Mungu ndio itakalosimama safari hii. Namba nne na namba tatu jumlisha unapata saba, mjumbe wa agano awamu ya saba. Yaani hivi namba saba ni namba ya Mungu maanayake ni Mungu ndio anayetawala. Na Mungu ndio atakae tawala kupitia nani? Mjumbe wa agano, kama ninavyofundisha kila siku kwamba hiyo nuru mnayoiona ya Mungu, nuru ya Kristo imepita kwa mjumbe wa agano. Unajifunza kila siku amuelewe. Nasema Melkizedeki sio nini? Ibrahimu alimjua Melkizedeki kama ni Mungu, na ndio maana akatoa sadaka yake aliyoitoa ulioisikia, alijua fumbo, alimjua ule mtu ni nani. Lakini kuna mtu anayejua hapa, Shetani anaweza akatumia watu wakafanya ushetani, na shetani mwenyewe akakaa ndani ya mtu akafanya ushetani kwa watu, na Mungu anaweza akatumia watu, Mungu akakaa wa ndani ya mtu na akafanya nini, ukuu wake Nisikuchoso sinchoshe, tuende tukasome barua ya mwisho kwa nani? Mama Samia, rais wa Tanzania. Barua yako, barua ya Mungu, barua ya mwisho, barua ya Mungu kwako, kwa ya mwisho ambayo barua Mungu ameshaa ameituma, ndio ya mwisho ya tatu na ya mwisho katika mwaka wa kumi mwezi wa kumi siku ya kumi na mbili ya mwezi, katika mwaka wa kumi siku ya kumi na mbili ya mwezi wa kumi katika mwaka wa kumi mwezi wa kumi siku ya kumi na mbili yani tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi katika mwaka wa kumi. Maana yake mwaka wa kumi ni mwaka wa mabadiliko, ni mwaka wa mwisho kwani uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano, si ndio uchaguzi wa kumchagua mtu mwingine? Yaani uchaguzi wa ku, kutoka yule aliyekuwepo na kuingia mtu mwingine. Si miaka kumi kumi ndio ya kutawala kwa, baada ya miaka kumi anaingia mtu mwingine, ndio manake ndio maanake, mnaambiwa mwaka wa kumi. Kwani sisi tunabadilisha rais baada ya miaka mitano? Hapana, baada ya miaka kumi. Mwaka wa kumi mwezi wa kumi tarehe kumi na mbili la mwezi, neno la Bwana nikajia kusema, mwanadamu elekeza uso wako juu ya Farao wa Misri. Hii ni ya mwisho kutoka kwa Mungu kwako Mama Samia inakwenda kuisoma kama Mungu aishivyo, inakwenda kuisoma Ezekieli 29 mstari kwanza mpaka kumi na moja Katika mwaka wa kumi mwezi wa kumi siku ya kumi na mbili ya mwezi, katika mwaka wa kumi mwezi wa kumi siku ya kumi na mbili ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misiri, ukatabiri juu yake na juu ya Misiri yote. Nena useme Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni juu yako, ewe Farao mfalme wa Misiri, joka kubwa aoteaye kati ya mito yake, aliyesema mto wangu ni wangu, ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu, nami nitatia kurabu katika taya zako, nami nami nitawashikamanisha samaki wa mito yako na magamba yako, nami nitakutoa katika mito yako pamoja na, na, pamoja na samaki wa mito yako walioshikamana magamba, magamba yako nami nitakuacha hali umetupwa jangwani, wewe na samaki wote wa mito yako. Utaanguka juu ya uso wa uwanda, hautakusanywa wala kuwekwa pamoja. Nimeto, nimekutoa uwe chakula cha, cha wanyama wa nchi na cha ndege wa angani na watu wote wakao Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu wame, wamekuwa mwanzi wa kutegemewa kwa nyumba ya Israeli. Walipokushika kwa mkono wako ulivunjika, ukawararua mabega yao yo, mabega yao yote, na wakakutegemea, na walipokutegemea ulivunjika ukawatetemesha viuno vyao vyote. Basi Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitaleta upanga juu yako, nami nitakatilia mbali na nami nitakatilia mbali nawe wanadamu na wanyama, nayo nchi ya Misi itakuwa ukiwa na jangwa, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana kwa sababu umesema mto huu ni wangu nami na nimeufanya, basi tazama, mimi ni juu yako na juu ya mito yote nami, na nitaifanya nchi ya Misri kuwa jangwa tupu na ukiwa, toka migodi hata sewere sewene, hata mpaka wa Kush hautapita kati yake, hata hautapita kati yake mguu wa mwanadamu wala hautapita kati yake, mguu wa mnyama wala haitakaliwa na watu muda wa miaka arobaini. Anasema hivi hautapita mwisho, anasema hautapita, katikati hautapita kati yake, mguu wa mwanadamu wala hautapita kati yake, mguu wa mnyama wala haitakaliwa na watu kwa muda wa miaka arobaini wanaeswasue barua ya mwisho hiyo. Waswahili wanasema kula chuma, barua ya mwisho hiyo. Sitanii wala sicheki, watekaji watanii wala wacheki, na Mungu hacheki wala tanii. Barua ya mwisho ndio hiyo, wewe na wale ambao Mungu atakushikamanisha na watu wako wale ambao atawatupa pamoja nje. Halafu Misri itakuwa ukiwa kwa miaka arobaini. Nimekwambia barua ya nne, namba nne, inatakiwa irudi. Sawa, na umeambiwa utakuwa ukiwa miaka arobaini. Yaani nne, ndo maana nakwambia hivi, barua ya nne inahusu mimi mwenyewe, mjumbe wa ngano. Barua ya nne nitaisoma baada ya barua hii, barua yako na ya mwisho, ndipo nitakuja kusoma barua ya nne, barua yangu ya nne, kama nilivyosema kwamba ule mti mlioukata unakwenda kuchipua pale pale mlipo ukata, yani yule nabii ambaye mliiba nyota yake miaka mingi mkaitumia katika nafasi ile ile ya u, ya, ya uraisi, ndio yule yule mtu mliombia nyota yake, ndio yule yule anarudi kwa nafasi ile ile ya uraisi ya uongozi. Mti mlio ukata, maana Mungu akaukuza, nyinyi mkaukata. Yani Mungu akainua nyota, afu nyinyi mkaiba sasa Mungu ameinua mara kumi yani, ame na mbili yaani ameongeza nyota zingine kumi na mbili juu yake asie na. Hii ndio barua ya mwisho, nimemaliza. na Mungu akubariki sana. Hakuna, kwa sababu barua ya kwanza ilizalaulika na kupuuzwa, joka akainua nguvu zake, naye ameanguka. Barua ya mwisho, nini kitafanyika ili kumwokoa mfalme wa Misri? Mungu amekwisha amua, muda umeisha. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema.